Qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma, -ma bisahibikum min jinnah. Sema, mimi nakunasihini kwa jambo moja tu ya kwamba msimame kwa ajili ya Allah wawili wawili na mmoja mmoja, kisha mfikiri mwenzenu huyu hana wazimu.

Sema ujira, niliyokuombeni mbeni, ni wenu nyinyi. Sina ujira ila kwa Allah, na yeye ni shahidi juu ya kila kitu. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub. Sema, hakika Mola wangu mlezi anaondoa upotovu kwa haki. Yeye ndiye mwenye kujua vyema yaliyo ghaibu.

Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu samiun qarib, Sema ikiwa mimi nimepotea, basi nimepotea kwa kudhuru nafsi yangu mwenyewe, na ikiwa nimeongoka, basi ni kwa sababu ya kunifunulia Mola wangu Mlezi hakika yeye ni mwenye kusikia aliye karibu. walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib, na lao ungeliona watapobabaika basi hapana pakukimbilia na, na, na watakamatwa mahala pa karibu. waqalu amanna bihi wa anna lahum tanawush min makanin ba'id, na watasema tunaiamini lakini, wataipata wapi kutoka huko mahali mbali. w kafaru bh n wydifun blaib an b, na hapo kabla yake waliikataa na wakiatupilia mbali maneno ya ghaibu kutoka mahali mbali

Aliyewafanya malaika wajumbe wenye mbawa mbili mbili na tatu tatu na nne nne. yazidu fil khalqi ma yashaa inna Allaha ala kulli shayin kadir, anazidisha atakacho katika kumba, hakika Allah ni muweza sana wa kila kitu.

Na rehma yoyote ambayo Allah anaizuia basi hakuna wa kuiachia baada yake isipokuwa yeye tu, na yeye tu ndiye mwenye nguvu kubwa, mwenye hikma.

Hakuna mwenye haki ya kuabudiwa ila yeye tu. Basi vipi mnageuzwa, mnapotoshwa? wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'u al-umur, na wakikupinga basi walikwisha pingwa mitume waliokuwapo kabla yako na mambo yote yatarudishwa kwa Allah. Ya ayyuhan nas inna wa'da llahi haq fala taghrannakum l hayatud dunya wa la yaghurannakum billahi l ghurur, Enyi watu, hakika ahadi ya Allah ni ya kweli, basi asikudanganyeni maisha ya dunia, wala wa mdanganyifu asikudanganyeni juu ya Allah.

Afmn zuyina lhu suu amlihi fraah hasana fin allah ydillu mn ysha wyhdi mn ysha, je, yeah, yule aliyepambiwa amali zake mbaya na akaziona ni njema, basi hakika Allah humwacha akapotea amtakaye na humwongoa amtakaye.

Tukaifufua ardhi baada ya kufa kwake, ndivyo kama hivyo kufufuliwa kutakavyokuwa kufufuliwa. Man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u, mwenye kutaka utukufu, basi utukufu wote uko kwa Allah. Kwake yeye hupanda neno uzuri na amali njema, yeye huitukuza.

Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wama tahmilu min untha wala tadau illa bi ilmihi, Na Allah amekumbeni kutokana na udongo kisha kwa tone la mani kisha kakufanyeni mwanamume na mwanamke Na Allah amekumbeni kutokana na udongo kisha kwa tone la mani kisha akakufanyeni mwanamume na mwanamke, na mwanamke yeyote hachukui mimba wala hazai ila kwa elimu yake Allah. Wama yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika ala allahi yasir, na wala hapewi umri mwenye umri mrefu wala hapunguziwi katika umri wake, ila yamo hayo katika kitabu. Hakika hayo ni mepesi kwa Allah. wama yastawi albahrani hadha adhbun furatun sa'iqun sharab wa hadha milhun ujaj, na bahari mbili hazivisawa, haya ni matamu yenye ladha mazuri kunywa, na haya ni ya chumvi machungu

na unaona ndani yake merikebu zinakata maji ili mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru. yuliju layla fi nahari, wa yuliju nahara fi layl wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma, ana anauingiza usiku katika mchana na anauingiza mchana katika usiku na amelifanya jua na mwezi kutumikia kila kimojawapo kinakwenda kwa muda maalum. Dhalikum Allahu Rabbukum lahul mulk walladhina tad'un min dunihi ma yamlikun min qitmir, huyo ndiye Allah, mola wenu mlezi, ufalme ni wake, na hao mnaowaomba badala yake hawamiliki hata

Na siku ya Kiyama watakataa ushirikina wenu na hapana atakayekupa habari vilivyo kama yeye mwenye habari.